Wakazi wa kijiji cha Nyasancha eneo la Nyaribari Chache wanaandamana kulalamikia kuharibika kwa barabara na kivuko hatari kwenye eneo hilo. Mwanahabari wetu Crispin Otieno yuko nao, na hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja ili atupashe mengi kuhusiana na taarifa hiyo. Crispin, habari ya saizi? na pengine mbali na hayo lalama kuu kutoka kwa wenyeji ni nini haswa? barabara hizo zimetengenezwa wakati mwingine ama zimekuwa hivyo kwa muda gani? Naam, uh, uh, Mwanamisi, tupo katika kijiji cha Nyasancha na unavyotizama nyuma yangu hawa ni wana kijiji tu ambao, uh, wametoka, wamejitokeza, uh, kwa wingi zaidi, uh, kuanzia mwendo wa asubuhi, uh, ili kulalamikia tu hali ilivyo katika eneo hili. Wanasema kwamba kumekuwa na kivukio kimoja katika eneo hili, ambapo wakati huu wa mvua huwa inawaponza na ndio maana waliamua tu, ili serikali iweze kuwasikia waandamane ili e, waone jinsi watakavyoshughulikiwa wa kwa sababu barabara hiyo wanasema kwamba inasababisha uh, wenyeji hapa kukosa huduma muhimu uh, kutoka uh, maeneo mbalimbali ikiwemo huduma kutoka katika afisi za serikali, na ndio maana nataka tu kusemezana nao waweze uh, kutuambia tu. Uh, tutaanza na huyu mzee hapa, tuambie unaitwa nani, alafu mbona wanakijiji hii leo wameamua kufika hapa? Asante. Kwa majina anaitwa John Onyoni Nyabonyi. Eh, mimi ni mkaaji wa hapa Nyasancha. Kwa kweli tuko na shida ya hii daraja, tumetumana kila wakati kwa MP aje atusaidie ili atutengenezee hii daraja, lakini hajawahi kurespondi hata siku moja, hajawahi kuja ama kutuma wakilizi wao. Sasa tuko na shida, juzi watoto walikuwa karibu kusama kwa hii daraja, walisaidiwa na watu ambao walikuwa wanapita karibu, hata waisi. Tuko na shida, mjumbe hatujawahi kumwona tangu achukua hii kura. Tuko na shida hapa Nyasancha, hajawahi kuja, hajawahi tuma mwakilishi sasa. Hatujui sasa tunaelekea wapi? Asante. Asante kwa majina, naitwa Bob Kiboma Mwaindi. Hapa nimezaliwa, hapa kijiji cha Nyasancha tumekuwa na shida ya, ya injia kwa siku mingi sana tangu wakati wa enzi. Sasa tunaomba serikali iangalie mambo ya area hii na area MP sahili, tunakuomba au wananchi walikuchagua kwa roho moja. Sasa tunataka wafanyie kazi kwa njia inafaa. Kwa majina, naitwa Peter Mandi, mimi ni mkaaji wa hapa Nyasancha. Shida tuko nayo hapa kwetu, mheshimiwa, tulikuja hapa ukatuambia utatufanyia auna klanizimu kwako, lakini ni ajabu sana tunapata hapa. Ndio umesahau ume kabisa, utaki kujua sisi alap, tuko alap katika barabara hii me, mahali imeharibika. Hata ijaya haribika hivi kwa watu wenye ulileta hapa waolia, ila ulisema una klanizimu. Walikuwa wanakaa ndani ya gari awa kuangalia vile ilikuwa inatengenezwa. Sasa ulipunguza barabara, tunaumia, watoto wetu wanaumia Tunataka utuambie ni lini utatutengenezea hii barabara. Usitulete mia mia kuja ututengeneze. Kiongozi tulisema wewe, ulisema una kinyomba, tunakuomba ututengenezee barabara vile ulisema wewe mwenyewe una kinyomba. Ulisema una kinyomba, hiyo iyo kinyumba ndi tunataka. Hatuna shule tukabomoa, tukasema tutajenga, tukakuja barabara ndiyo imeharibika. Saa hii stima hakuna, si ututengenezee moja? Ulisema una kinyomba. Asante sana mheshimiwa, ututengenezee barabara. Uh, na mwana Hamisi, ulivyosikia hapo, uh, ndivyo hali ilivyo katika eneo hili. Wenyeji tu wanazidi kulilia serikali ili kuhakikisha kwamba barabara eneo hili limeweza kutengenezwa, hususan katika kivukio kimoja hapa ambalo, uh, linazidi kuhatarisha maisha, uh, ya wenyeji. Tutakuwa tukiona jinsi hali ilivyo, uh, kisha baadaye tutakuwa tukiandaa katika taarifa zetu za hapo baadaye, eh, kuona tu jinsi hali ilivyo, na vilevile kuweza kusikia kwa wale ambao wanahusika na ujenzi wa barabara hii na kivukio hicho, tuweze kusikia wanasema nini kwani mpaka sasa wenyeji wanasema kwamba huduma muhimu, shughuli za ambazo zinahusika katika barabara hii kwa sasa zimekwama kwa muda kutokana na ubovu wa eneo hili. Kwa hivyo tutachia hapo kwa sasa, kwako tena mwanamwisi, studioni.